Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili e, mwandamizi kwenye shauri hili nikiwa na mawakili wenzangu e, wakili Edson Kilatu na wakili Jasper Sabuni. A, leo hii mbele ya Mahakama Kuu Masjala Kuu Dodoma, e, mbele ya majaji watatu, jaji Manyanda, jaji Abdallah Gonzi na jaji Kainda tulikwenda kusikiliza shauri la ndugu Luhaga Johnson Mpina na chama cha ACT Wazalendo dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Katika shauri hili ndugu Luhaga Johnson Mpina amefungua shauri la kikatiba akiendelea kupigania haki yake ya kuwa mgombea urais E, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na chama cha ACT Wazalendo nacho kikipigania haki yake ya kuwa na mgombea urais katika uchaguzi mkuu unaopangwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka e elfu mbili na ishirini na tano. Katika shauri hili siku ya leo e, mahakama e, pamoja na kwamba ilikuwa imepanga usikilizwaji lakini imeona kutokana na uzito wa hoja e, zinazotaka kujadiliwa hasa kuhusiana na haki ya kugombea uchaguzi wa urais ambayo si hoja nyepesi, mahakama imeridhia kwamba hoja hizi zijadiliwe kwa maandishi. Na mahakama imeona kwamba muda e, unazidi kuyoyoma kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa hiyo imeamua kuwe na muda mfupi. Kwa hiyo mahakama imeleta utaratibu ufuatao. Imeamua kwamba waleta maombi kwa maana ya Luhaga Johnson Mpina na ACT Wazalendo walete hoja zao ndani ya siku mbili kuanzia leo mpaka tarehe moja mwezi wa tatu, na wajibu maombi kwa maana ya tume ya uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali nao wamepewa siku mbili kuleta maombi ya maelezo yao kuhusu hoja zitakazoibuliwa na waleta maombi na watafanya ma, mawasilisho hayo e, tarehe tatu e, mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kama kutakuwa na nyongeza ya maelezo basi nyongeza hiyo itafanyika e, tarehe nne mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano E, umuhimu pia ni kwamba tunapaswa kusemwa ni kwamba serikali nayo na imekuja na pingamizi la kisheria kwamba mahakama kuu haina mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri hili la kumrudisha kwenye orodha ya wagombea ndugu Luhaga Johnson Mpina. Kwa hiyo mahakama kuu eh, mahakama kuu pia imetoa maelekezo kwa serikali nao kutumia siku, fursa hiyo ya siku mbili kuleta mawasilisho yao kuhusu hoja za kisheria za mapingamizi na sisi tutazijibu ndani ya siku mbili. Kwa hiyo kitakachofanyika zaidi ni kubadilisha nyaraka za, uh, za kisheria. Uh, cha msingi ni kwamba Mahakama Kuu imeamua tarehe sita saa nane mchana kesi hii itakuja mbele ya mahakama kwa ajili ya kuangalia ni namna gani E, wanasheria wa pande zote mbili wamekidhi matakwa ya amri za mahakama na shauri hili, mahakama imesema hiyo tarehe sita saa nane mchana litakuwa live, e, e, na wananchi wote kokote waliko wataweza kulifuatilia kati, kupitia e, tovuti za mahakama kwa maana ya e, YouTube channel ya mahakama na watu wengine ambao watakuwa wataweza kutumia Eh, access hiyo ya YouTube channel kufikisha kwa watu wengine. La mwisho kabisa ambalo tulilileta mbele ya mahakama hii ni kuangalia uwezekano wa mahakama kuweka zuio la muda la uchapishaji wa eh, ballot paper, au kurasa za, eh, eh, karatasi za kupigia kura za uchaguzi eh, wa rais, lakini mahakama imeona kwa kuwa bado muda upo eh, basi tutumie busara kumaliza shauri hili kwa wakati mwafaka, ili hayo mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo ile zuio la muda eh, mahakama imeona si busara kwa wakati huu kulitoa. Kwa hiyo tunatarajia sasa hiyo tarehe sita, eh, mara tu baada ya mahakama kujiridhisha kwamba kila kitu kimefanywa, eh, kama ambavyo inatakiwa na kama E, kutakuwa na hoja zozote za nyongeza basi, hiyo tarehe sita mahakama itatupa tarehe kamili ya lini hukumu hiyo inasomwa, na mahakama imetueleza kwamba kwa kuzingatia uharaka na unyeti wa swala hili, basi itatoa hukumu yake e, katika muda mfupi sana baada ya kutusikiliza hiyo tarehe sita. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi kwa kuendelea kufuatilia e, swala hili na tuendelee kutumaini kwamba sisi wanasheria e, tutajipanga tuweze kufuata na kukidhi amri za mahakama zinazotutaka tukamilishe e, majibizano kabla ya tarehe sita mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Mimi ni Dorothy Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Tumeendelea uh, kudai haki yetu ya kuchagua na kuchaguliwa. Uh, tulikuwa na tunaye mgombea wa urais aliyechaguliwa na mkutano mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, chombo chenye mamlaka ya kufanya hivyo, na mnafahamu tume ilimwondoa eh, kwenye utaratibu wa kupigiwa kura. Hatuna shaka na hoja zetu, ni hoja zenye mashiko, ni hoja za msingi eh, na tunaamini haki itaenda kutendeka na haki itashinda. Uh, wakati tunaendelea na hayo uh, viongozi wanachama wapenda demokrasia wote wanaoshiriki na kuhitaji e, mchakato huu wa uchaguzi, mchakato muhimu kwa ajili yetu, mchakato wa kuhakikisha tunapata viongozi bora, viongozi ambao wataongoza taifa hili kwa miaka mitano ijayo. Rais, mbunge na madiwani wanaendelea kwenye maeneo mbalimbali mbali, kunadi sera za ACT Wazalendo na kuhakikisha kwamba wagombea wa chama cha ACT Wazalendo wanapigiwa kura nyingi za kishindo na kushinda. Kwa hiyo tunawashukuru tena kwa kuwa nasi e, na tunaamini tunapoendelea kusubiri hukumu e, hii ya mahakama e, kazi nyingine zote za kiuchaguzi zinaendelea na zinaendelea kwa ufanisi mkubwa sana. Hatuna shaka na swala la muda, kwa sababu tunaamini nguvu, haiba na uwezo wa mgombea ambaye amechaguliwa na chama cha ACT Wazalendo tunajua muda siyo kigezo kwetu. Swala ni anaenda kuleta nini kwenye uchaguzi na atafanya nini akishinda, iwapo haki itakwenda kutendeka. Kwa hiyo sisi tunaamini hata ikibaki eh, siku mbili siku tatu, bado mgombea wetu ana uwezo huo. Uh, uma wa kushawishi umma wa Watanzania, tuna ilani bora inayoishawishi na inayoleta mabadiliko kwa Watanzania na tuna ilani ambayo inazungumzia masuala yote yanayowagusa Watanzania kwa namna moja ama nyingine.